Mwingine, hata watu mlio kwenye namna mbalimbali za nafasi za aina mbalimbali, jifunzeni kuwa ni watu ambao mnapita, kwa mfano, kwenye mitandao, mnapita mnaona tukio kama hili watu wamelichukuliaje? Yani, jifunzeni kujua kwamba mimi napendwa au mimi nachukiwa, na jifunzeni kujua kwa nini napendwa au kwa nini nachukiwa, kwa sababu usije ukawa unaendelea mbele ukiamini tu wewe unapendwa au watu wanakufurahia, lakini inawezekana unachukiwa. Kuchukiwa sio kwa sababu wewe sijui una nyota, kuchukiwa au una mkosi. Hapana. kuchukiwa, e, kuchukiwa, kuchukiwa ni matokeo ya wewe kufanya vibaya. Kama ni kiongozi umefanya vibaya, ndio maana watu wanakuchukia, ndio maana watu hawakupendi, ndio maana watu wanasema afadhali afe, afadhali limkute baya, afadhali apate ajali, afadhali aumwe lakini yote hivi vyote vingekuwa ni vitu vinawatafakarisha kwamba inawezekana dua za watu hawa kuna siku zitatimia, kuna siku baya litanikuta kweli, kuna siku hiki ambacho watu wanatamani kinipate, inawezekana kweli kitanipata. watu wanavyokuwa wanaomba maombi wanaomba maombi kwa Mungu kwamba Mungu tukumbuke, Mungu tukumbuke, ni vema. Unajua, inawezekana maombi hayo kuna siku yakajibiwa. Inawezekana wewe saa usiodhani dhani linaweza kuja kukukuta jambo fulani, na wewe usijidhanie uko salama kwa sababu tu hawa wanaongea ni watu ambao hawana cheo, ni watu ambao hawana mfadhili, kwanza hata wakiongea unaweza tu ukawakamata Aidha ukawafungulia kesi au akapotezwa au kikaja kikundi cha wasiojulikana. Usijidhanie uko salama, usijidhanie uko salama. Kitabu cha Samueli wa kwanza 15 mstari wa 33, maandiko anasema, lakini Samueli akamjibu, kama upanga wako ulivyofanya wanawake kufiwa na watoto wao, vivyo hivyo mama yako atafiwa miongoni mwa wanawake. Kama upanga wako ulivyofanya wanawake kufiwa na watoto wao, kama mikono yako, kama sahihi zako, maagizo ya kinywa chako yalivyofanya wanawake, aidha kusikitika, kulia, yalivyofanya wanawake kuomboleza e, juu ya watoto wao, vivyo hivyo mama yako atafiwa miongoni mwa wanawake. Basi Samweli akamkata Agagi vipande. Tujifunze ya kwamba binadamu huko juu ya vyeo tulivyonavyo, ubinadamu huko juu ya mipango ya malengo tulionayo. Ni kweli tutaishi leo kwa bonus nyingi, ni kweli tutaishi leo kwa ukwasi, kwa kulindwa, kwa sababu tu inawezekana tunatumika kwa namna mbalimbali na watu kufanikisha mambo mbalimbali, lakini mwisho wa ukwasi ni nini? Unaweza ukashangaa, mwisho wa ukwasi ziko damu zinatulilia. Unaweza ukashangaa kwa namna mbalimbali, unaweza kukuta mwisho wa ukwasi e iko hatia ya moyo ambayo we mwenyewe katika hivyo vitu ulivyochuma unakumbuka, una unaona labda kuna watu au kuna namna mbalimbali. Mimi sijui taarifa, malalamiko, watu wanavyoongea, sijui vina ukweli kiongea, ndio maana hivyo sivyongee hapa, lakini nachongea ni kwamba una cheo, una nafasi, una madaraka, unayatumiaje? Unaishije? Unawekaje ubinadamu mbele kuliko cheo chako? Unawekaje ubinadamu mbele kuliko maslahi fulani ambayo unailinda ama unaipata kwenye cheo cheo? mm. sijajua lakini tamani sana mfahamu, inawezekana dua na maombi wanayoomba wanadamu kwa namna mbalimbali, siku inakuja, yatakuja kutimia mbele ya jua hili, yatakuja kutimia. Kwa sababu wengi mnaofanya uovu, akili yenu tu inakuwa inawaambia mna hapa, mimi naendelea kufanya, nani atanigusa? nani nani chini ya jua hili? Kwa hivyo vile, akitokea yote, mimi nitamwonyesha tu ushirikiano, hata kama kwenye kile kiti sasa hivi amekaa yule, akikaa mwingine nitamwonyesha tu ushirikiano. Hapana, mwisho mwisho wa madaraka, mwisho wa ubaya unaofanya usichukulie tu kwamba utaonyesha ushirikiano labda kwa kila mbaya, yeah. Haleluya, mtu wa Mungu. Pangapangua iliyofanywa na Mheshimiwa Rais na yale ambayo yanaendelea nchini yanaibua hisia mbalimbali mbali kwa Watanzania walioko maeneo mbalimbali ambao wana ujuzi wa mambo kwa namna mbalimbali mbali. Na hawa ambao naweza nikawa nimeweka pa nyuma ni miongoni mwa watu ambao wameibua maswali ama wameibua hoja, hisia za namna mbalimbali kwa Watanzania mbalimbali ambao wao wamekuwa ni watu ambao wenyewe wameonyesha hisia zao juu ya watu hawa ambao wako hapa nyuma. Lakini kwa nini niko mbele yako wakati huu? Niko mbele yako kwa sababu naendelea kukumbusha mwanadamu, usiishi maisha ambayo utakuwa ukiamini kwamba kwenye nafasi ulioko, kwenye cheo ulichopo, kwenye madaraka uliopo, always utakuweko pale. Inawezekana leo unaweza ukawa kwenye, kwenye ngazi fulani kubwa, lakini kesho usioko pale. Nimeona baadhi ya watu wanasema kwamba E, kama wewe ni mtu fulani unayejivuna mjini unaye unayetamba mjini, wewe ni mtu fulani ambaye e, mjini unaonekana, umeula, umefanikiwa, una power fulani, una nguvu fulani nyuma yako, unaweza kufanya lolote, unaweza kusema lolote. Anasema kwamba omba sana yule mtu ambaye amekuwezesha uwe hivyo, asije akafa halafu akakuacha we hai kwa sababu inawezekana wale ambao watabakia duniani hawatafahamu thamani yako. Kwenye Bibilia aliwahi kuweko Yusufu, ambaye tena kutamba kwa sifa mbaya. Yusufu alikuwa na sifa njema, alikuwa ni mtu ambaye amefanya mambo mazuri sana kwenye ufalme wa Misri, ana kibali kwa farao wa Misri, wote wanamuheshimu Yusufu kwa heshima kubwa lakini mambo yalienda yalienda, baadaye yule farao ambaye alikuwa anamfahamu Yusufu, alikuwa anafahamu maana umuhimu wa Yusufu, yule farao alifariki, yule farao aliondoka. Maandiko anasema aliinuka farao asiyemfahamu Yusufu. Najua kwamba waovu ni kweli, wakati mwingine huwa wanapeana hizi nafasi, wanapeana mamlaka mbalimbali, na hata baadhi yao wakionekana wameondolewa, inakuwa ni kuondolewa ambako ni bosheni, ila nyuma ya pazia wao wenyewe ndio hua wao wanajua nini kinaendelea. Lakini mwisho yote, bado tutaendelea kukumbushana wanadamu ya kwamba ni kweli, baadhi ya watu wao wanakuwa wako kwenye nafasi fulani, wanaondolewa kwenye zile nafasi, ila hata baada ya kuondolewa kwa sababu ya vile ambavyo walikuwa waaminifu, sio waaminifu kulitumikia taifa, waaminifu kuwatumikia wale waliowaweka kwenye hizo nafasi, basi watu hao wanakuwa wana bonus mbalimbali kwa sababu ya vile ambavyo waliwatumikia wale walioweka kwenye hizo nafasi, lakini mwisho yote ni kwamba pamoja na hizo bonus unakuwa ni mtu wa aina gani, jamii na kunenaje, watu na kunenaje? Mimi nikwambie, usijaribu kuishi maisha ambayo watu watasema afadhali huyu wamekufa afadhali huyu limempata baya, na ukajiona uko salama. Ni kweli inawezekana nyuma yako kuna watu wanaokupa nguvu. Ni kweli inawezekana nyuma yako kuna eh, kikundi au kuna cheini fulani ya watu ambao hata kama limekupata baya, hata kama watu wameshangilia, lakini wewe bado uko salama. Nataka nikujulishe, Mungu ni watu kwa sehemu kubwa. Ukiona watu wanashangilia kwa sababu ya jambo fulani aidha ni baya au linaloonekana kuwa baya limekupata, unaona watu wanashangilia, watu wanaona unafuu kwa sababu ya baya lilokupata. Hayo maisha yaepuke sana, yaepuke sana maisha, kwa sababu mwisho wa yote, amini au siamini, ipo siku hiyo baya litakupata kweli, ipo siku dua ambazo wa watu wamekuombea zitakupata kweli. Kwa hiyo yaepuke sana maisha ya wewe kuishi huku watu wakiwa wanaombea baya fulani likupate, wanaombea jambo fulani gumu likupate, au ikitokea hata limekupata kwa bahati mbaya, wao wanashangilia, wanaona ni sherehe, wanaona ni ushindi, na wewe uko labda kwenye nafasi fulani, uko fulani na madaraka fulani na unajiona tu uko salama. Hapana, hapana, kwa sababu gari mwingine hata watu mlio kwenye namna mbalimbali za nafasi za aina mbalimbali, jifunzeni kuwa ni watu ambao mnapita. Kwa mfano kwenye mitandao mnapita mnaona tukio kama hili, watu wamelichukuliaje? Yani, jifunzeni kujua kwamba mimi napendwa au mimi nachukiwa, na jifunzeni kujua kwa nini napendwa au kwa nini nachukiwa, kwa sababu usije ukawa unaendelea mbele ukiamini tu wewe unapendwa au watu wanakufurahia, lakini inawezekana unachukiwa. Kuchukiwa sio kwa sababu wewe e, sijui una nyota ya kuchukiwa au una mkosi. Hapana, kuchukiwa ni matokeo ya wewe kufanya vibaya. Kama ni kiongozi, umefanya vibaya, ndio maana watu wanakuchukia, ndio maana watu hawakupendi, ndio maana watu wanasema afadhali afe, afadhali limkute baya, afadhali apate ajali, afadhali aumwe lakini mwisho, yote hivi vyote vingekuwa ni vitu vinawatafakarisha kwamba inawezekana dua za watu hawa kuna siku zitatimia, kuna siku baya litanikuta kweli, kuna siku hiki ambacho hawa watu wanatamani kinipate, inawezekana kweli kitanipata. Lakini pia hata katika yale mazingira ambayo e, wakati kuna mambo mbalimbali yanakuwa yanaendelea ndani ya nchi Labda si kuna utekaji, kuna watu wanapotea, lakini kunaonekana kuna kikundi cha watu ambao kampeni yao ni kubwa sana kusema hakuna utekaji, watu ni wanakufa, wana, wana tu vifo vya kawaida, au kuna kampeni za kusema kifo ni kifo, kerehe zote hizi ni kifo cha mtu mmoja tu. Hivyo vyote watu wanavyokuwa wanaomba maombi wanaomba maombi kwa Mungu kwamba Mungu tukumbuke, Mungu tukumbuke. Ni vema, unajua inawezekana maombi hayo kuna siku yakajibiwa. Inawezekana wewe saa usio dhani linaweza kuja kukukuta jambo fulani, na wewe usijidhanie uko salama, kwa sababu tu hawa wanaongea ni watu ambao hawana cheo ni watu ambao hawana mfadhili kwanza, hata wakiongea unaweza tu ukawakamata, aidha ukawafungulia kesi au wakapotezwa au kikaja kikundi cha usiojulikana. Usijidhanie uko salama, usijidhanie uko salama. Kitabu cha Samueli wa kwanza 15 mstari wa 33, maandiko anasema, lakini Samueli akamjibu, kama upanga wako ulivyofanya wanawake kufiwa na watoto wao, vivyo hivyo mama yako atafiwa miongoni mwa wanawake. Kama upanga wako ulivyofanya wanawake kufiwa na watoto wao, kama mikono yako, kama sahihi zako, maagizo ya kinywa chako yalivyofanya wanawake Eidha kusikitika kulia yalivyofanya e, wanawake kuomboleza e, juu ya watoto wao, vivyo hivyo mama yako atafiwa miongoni mwa wanawake. Basi Samueli akamkata gagi vipande mbele za Bwana huko Gilgali. Huyo alikuwa ni mfalme ambaye yeye alikuwa ni Kazi yake ni kutesa watu, kuumiza watu, akiwa anajidhania yuko salama, lakini mwisho wa siku akaja kutana na nabii wa Bwana akamwambia kama vile upanga wako ulivyofanya wanawake kulia kwa sababu ya watoto wao, vivyo hivyo mama yako atakuwa miongoni mwa wanawake watakaolia. Na baada ya hapo, huyu nabii alimkata mfalme vipande vipande mbele za Bwana. Sasa ni vyema tu tunafahamu kwamba katika yote yanayokuwa naendelea, nafasi fulani tulizonazo ni dhamana. Nafasi fulani tulizo nazo zisiwe sababu ya sisi kufanikisha mambo mbalimbali. Nafahamu kwamba inawezekana e, tunaweza kuwa tumetolewa kwenye hizo nafasi kwa sababu ya kuonekana tunafaa zaidi kwenye nafasi nyingine, kuonekana tumefanya vizuri, kwa hiyo tunatakiwa kuchukuliwa na kwenda kuwekwa kwenye nafasi nyingine ili kwenye hizo nafasi tuzi, eh, tu, tufanikishe yale ambayo tulikuwa nafanikisha kwenzie nafasi la na pawa yetu eh, ilikuwa ndogo, twende tuwe na pawa kubwa zaidi. Lakini hoja ni hata kama tunahamishwa, tuna maisha yepi? Watu wanaongeaje kuhusu sisi? Watu wanaongeaje kuhusu matukio mbalimbali? Mi ni kujulishe wanadamu ni miungu wewe jizime data fanya hata kama eneo mengine watu wame, wamejarii mambo ya aina mbalimbali, kwamba hamna hata kile yule alikuwa anahusika hata kile hata kile yule. Mimi siko upande wote wala sifurahi wala sichuki, ila nasema hivyo, wanadamu tujifunze ya kwamba ubinadamu huko juu ya vyeo tulivyo navyo, ubinadamu huko juu ya mipango ya malengo tuliyonayo. Ni kweli tutaishi leo kwa bonus nyingi, ni kweli tutaishi leo kwa ukwasi kwa kulindwa, kwa sababu tu inawezekana tunatumika kwa namna mbalimbali na watu kufanikisha mambo mbalimbali, lakini mwisho huo ukwasi ni nini, unaweza ukashangaa. Mwisho huo ukwasi, ziko damu zinatulilia, unaweza ukashangaa. Kwa namna mbalimbali, unaweza kukuta mwisho huo ukwasi e, iko hatia ya moyo ambayo we mwenyewe katika hivyo vitu ulivyochuma una unakumbuka unaona, labda kuna watu au kuna namna mbalimbali. Mimi sijui taarifa, malalamiko, watu wanavyoongea, sijui vina ukweli kiongani, ndio maana hivyo siviongei hapa, lakini nachoongea ni kwamba una cheo, una nafasi, una madaraka, unayatumiaje? Unaishije? unawekaje ubinadamu mbele kuliko cheo chako? Unawekaje ubinadamu mbele kuliko maslahi fulani ambayo unailinda ama unaipata kwenye chocheo mm. Sijua lakini tamani sana mfahamu, inawezekana dua na maombi wanayoomba wanadamu kwa namna mbalimbali, siku inakuja, yatakuja kutimia mbele ya jua hili, yatakuja kutimia, kwa sababu wengi mnaofanya uovu akili yenu tu nakuwa nawambia hamna hapa, mi naendelea kufanya nani atanigusa nani nani chini ya jua hili. Kwa vyote vile, akitokea yoyote, mi nitamwonyesha tu ushirikiano, hata kama kwenye kile kiti sasa hivi amekaa yule, akikaa mwingine, nitamwonyesha tu ushirikiano. Hapana, mwisho mwisho wa madaraka, mwisho wa ubaya unaofanya, usichukulie tu kwamba utaonyesha ushirikiano labda kwa kila mbaya. Kama kuna ubaya unafanya, unaweza ukaonyesha ushirikiano kwa kila mbaya, lakini Bwana anaweza akainua waovu katika waovu watakaokufanyia uovu nawe, na ukapata malipo yale ubaya ambao utaufanya. Enwe, anyway, niseme hivi ya kwamba hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliye kutoka gerezani, nikiwa mimi mwenyewe nalia kutoka maabusu nikisema itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Wewe ambaye unapanga unafanikisha mipango mbalimbali, nikujulishe, maisha hayo yana mwisho, maisha hayo yana mwisho. Heri kila mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayekamatwa, atakayetekwa, atakayeuawa katika Bwana tangu sasa, apate kupumzika baada ya taabu zake, kwa matendo yao watu hao yafuatana pamoja nao lakini hata wewe ambaye utabakia duniani ni vema ufahamu matendo yako ukiwapa duniani atafuatana pamoja nawe. Saa inakuja bwana aweza kajilipiza kisasi matendo yote uliyotenda, ukapata malipo ayo matendo ukiwa duniani hapa hapa. Lakini kama hiyo haitoshi, basi mwisho yote, Kristo muhukumu wa haki yu karibu kuja, au Mungu muhukumu wa haki, asiye na dini, asiye na kabila, asiye na mipaka, asiyejua wewe ulikuwa na imani gani, kwa sababu mwisho yote dini imani zote zilikuwa zinalenga kumfanya mwanadamu awe na utu, awe na ubinadamu. Imani haikuwa kigezo cha kuwa makatili kwa mwingine, kusema amna wewe unayepinga hiki, wewe una udini, wewe sijui hiki imani. Imani hakikuwa kitu cha aina hiyo, na saa inakuja mtakuja kufahamu kwamba imani kilikuwa ni kitu cha kutuleta kwenye utu na ubinadamu ambao tulitakiwa kuwa nao. Sasa ni semacho nasema hivi, Mungu mhukumu wake yu karibu kuja kumlipa kila mtu sawa na taabu yake na sawa na kazi na maisha yake. Hii ndiyo maana le neno mara natha. Amen.